Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amefanya ziara ya ghafla katika ofisi za Wizara ya Fedha zilizopo jirani na Ikulu jijini Dar es Salaam na kisha kuzungumza na wafanyakazi wakiongozwa na katibu mkuu wa wizara hiyo Dr. Silvasius Likwelile. Dr. Magufuli amefanya ziara hiyo ikiwa ni siku moja tu tangu aapishwe kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hivi ndivyo mambo yalivyokuwa.

Monesi E, naye hayupo. Wa hapa naye anaitwa nani? Beda naye hayupo. Ehe, wa hapa naye hayupo. anaitwa nani wa hapa? Kwa hiyo ambao mpo humu, nani, sogea tu. Wewe, wewe mtu safi sana, njoo wewe. <coughs> Nakusumbua, njoo bana, njoo rafiki yangu hata kama nakusumbua, lakini njoo. Ujambo bana, we ndio bosi wao. Sogea hapa basi. Ah, that's very good. Nimefurahi hii wizara ya garau inaconsider watu walemavu bana. Naomba tupige picha wote mara hapa moja nine tupige picha Tupige picha hapo, nipige picha. Unaitwa nani wewe? Safi sana ila, sasa wengine wote hawapo wameenda wapi? Na wee ndiyo bosi. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita. Hawapo, wameenda kunywa chai. Mara baada ya kukagua ofisi mbali mbalimbali za wizara ya fedha Rais Magufuli akafanya mazungumzo na wafanyakazi, na baadaye akawaeleza waandishi wa habari yale ambayo yamejiri katika mazungumzo yake na watumishi wa wizara ya fedha. Nilikuwa na nazunguka pale Ikulu na natambulishwa maeneo na mbalimbali ya Ikulu. Sasa nilipofika kwenye geti nikaona nichomokee hapa wizara ya fedha, kwa sababu ninajua hii wizara ndiyo wizara muhimu kwa ajili ya uchumi wa nchi yetu, na nilitegemea labda baada ya uchaguzi hivi hata viongozi wa wizara sita wakuta wamo, inawezekana nikawakuta labda hata hawapo. Lakini nimefurahi sincerely, kutoka moyoni, kwa sababu nimefika hapa, nimefika wizara ya ya fedha nimekuta yuko intact. Nimemkuta katibu mkuu Daktari Likwilile yupo, nimemkuta katibu mkuu Daktari mwenye mvua yupo, na hivyo katibu mkuu nimemkuta yupo, kamishina nimemkuta yupo, makamishina wote wa sera wote wapo kwenye ofisi. Hicho kime ni impress na nikafly, nikasema kumbe mahali ambapo ni pa muhimu kwa serikali kufanya kazi bado panafanya kazi. Kwa hiyo ninakupongeza sana katibu mkuu na watendaji wako, mwendelee hivyo mfanye kazi hivyo, kwa sababu ninyi ndiyo tegemeo la uendeshaji wa serikali. Lakini la pili, wamezungumza changamoto nyingi ambazo wanazipata katika shughuli zao za kuhakikisha kwamba uchumi unaenda mbele. Hizo changamoto zimenisaidia mimi meni katika kujifunza, kwa sababu ninaamini kujifunza huwa kwa kila siku. Zipo ambazo walishaziandika wali na wamenikabidhi, na zipo zingine ambazo wamezizungumza kwa maneno wa ushauri. Na nafikiri hiki kitu ni kizuri, kwa sababu katika kujifunza ni vizuri ukajua wataalamu wanazungumzaje, na mimi huwa napenda kutumia wataalamu, na hawa ndio wataalamu wamenifundisha mengi. Nimefulahi na nimejifunza, lakini course na mimi nimewapa maelekezo machache ambao waanze nayo kwanza, yale maswala ambayo hayatakiwi kusamehewa kodi, wasisamehe kodi yoyote kuanzia leo. Watasamehe tu yale ambayo yanahusika, ambayo yako kwenye mkataba wamuda na wafadhili na kadhalika yale mengine wayaache tu, hakuna kusamehe. Lakini la pili waimarishe swala la ukusanyaji kodi na hasa kwa wale wakubwa wakubwa wanaokwepa kodi wanaopitishia bandarini na kadhalika na, na nimemwambia katibu mkuu na wataalamu wote washirikiane na TRA katika kuhakikisha kwamba wanakusanya mapato ya kutosha si mapato kwa watu wa, wanyonge, wanaouza vitumbua. Kwa sababu Tanzania pamekuwa na tatizo moja, wanaouza vitumbua, wanaouza vinguonguo huko chini, ndio wanahangaishwa kulipa kodi, wale wakubwa wakubwa wanakwepa kodi. Sasa nimeona tuanze na step ya kwanza ya kushughulikia wale wakubwa wakubwa kulipa kodi. Wapo wanaoleta makontena wanasema ni gypsum lakini unakuta kuna seti za TV na hili nina uhakika atalifuatilia ili kusudi kodi ilipwe kwa wale wanaoingiza bidhaa, na nitamwomba wa nani, katibu mkuu na wataalamu hapa, msimamie kweli, hata zile zikana za pale bandarini mfuatilie, nenye muwe day to day routine, kwa sababu hii wizara ndiyo wizara pekee ambayo inaweza ikatusaidia ku move forward na tupate hela za kutosha ili wanafunzi wetu kuanzia mwezi Januari wasilipe ada ya shule. Na mipango hiyo ipo na ni lazima tuitekeleze yale yote tuliyoyaahidi kwenye ilani ya, ya uchaguzi, lakini hatuwezi tukayatekeleza haya kama kuna watu wengine hawatimizi wajibu wao. Kwa hiyo nimefurahi wametupa cooperation nzuri lakini kuna mambo mengi ya msingi ambayo wameyazungumza hapa ambayo nina uhakika wakiyasimamia kwa pamoja tutaweza kufanya kazi. ni wale, ni, ni, wanisamehe kidogo kwa sababu nimewavamia, lakini imeni impress kwamba angalau mahali nilipoanzia kuvamia nimekuta watu wamo kazini. I hope hata kama ningevamia wizara nyingine kumbe watu wako kazini, lakini ninyi angalau mmeonyesha nzuri kwamba wizara ya fedha wako kazini. Hilo ndio ninaweza nikasema tu kwamba ninawashukuru, lakini msimamie hizo zote, kwa sababu collection kuna mba upungufu wa asilimia kati ya nane na asilimia kumi ya mapato kwenye collection kwa kila mwezi. Sasa ni lazima hiyo tuifikie na tuvuke, hilo ndiyo iwelen lakini kwa hao wakubwa wakubwa wanaokwepa kulipa kodi, hakuna nchi ambayo inaweza ikajiendesha bila kulipa kodi. Kwa hiyo kwa kifupi, mimi naweza nikasema hayo. i mengine ni ya utendaji, nina uhakika katibu mkuu utayasimamia. Mambo ya hospitali, watu kila siku wanasafiri safiri safiri, hela zinatumika nyingi. Haya ndiyo yaliyojiri katika ziara ya ghafla ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Magufuli, alipofanya ziara ya ghafla katika wizara ya fedha. <coughs> Rais huyu wa awamu ya tano ameanza kazi rasmi mara baada ya kuapishwa Novemba 5 mwaka huu 2015, kwa kumteua mheshimiwa George Mcheche Masaju kuwa mwanasheria mkuu wa serikali na pia ameitisha kikao cha bunge Novemba 17 mwaka huu 2015.

Mimi, Kioji Mcheche Masaju, naapa kwamba katika kazi zangu na mwanasheria mkuu wa serikali, kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza jukumu la kazi hizo au kwa ajili ya Rais. Ewe Mwenyezi Mungu Katika hatua nyingine, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt John Pombe Magufuli ameongoza wafanyakazi wa Ikulu kumuaga rais mstaafu wa awamu ya nne Dkt Jakaya Mrisho Kikwete ambaye ameondoka Ikulu na kwenda kijijini kwake Msoga mkoani Pwani. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka. Msomi News.